Kuipata Tanzania imara kwenye uchumi wa viwanda inapaswa kuandaa wakulima, wataalamu na watafiti kwenye sekta ya kilimo kuwa na utaratibu kwa wazazi walezi na walimu kuwajengea mazingira wanafunzi kujifunza na kukipenda kilimo kwa kuwapatia mafunzo ya shambani kwa vitendo hasa kwa shule za msingi na sekondari zilizopo mijini. Mtafiti mwandamizi kutoka chuo cha uhaulishaji wa teknolojia kilichopo Nzuguni jijini Dodoma Mshagweli Ishika ameyasema hayo baada ya kupokea takribani wanafunzi mia nne thelathini na moja na watumishi hamsini na wawili wa shule za msingi na awali Asswiddiq kutoka manispaa ya Temeke mkoa wa Dodoma. Wamepata muda kupita kuangalia aina mbalimbali za uh, zao la zabibu, wamepita kuangalia uh, zao la muhogo, wamepita kwenye mboga mboga kwenye mazao ya biashara ambayo ni mkonge pamoja na pamba na tumbaku, lakini pia kwenye mazao ya a, matunda minazi mikundekunde, lakini na nafaka za, ma, za, za maeneo ya, ya, ya sehemu kame ambayo ni mtama ulezi pamoja na uwele. Aa, na watoto hao wamekuwa na maswali mengi pia juu ya viazi karanga lakini pia tuna marejea kwa ajili ya kurutubisha udongo pamoja na maharage. Tuna vitalu vya miche, wamejifunza pia ni wapi tunatunza miche, kwa nini tunaweka kwenye vitalu. Wamejifunza uh, zao la mahindi pia, na hata kwa upande wa lishe kwa mazao yale ambayo yanatumika na binadamu, yana lishe gani uh, vitamins. Uh, madini ya chuma, madini ya chokaa, na madini mengine mengine yote lakini na kujua mazao ambayo yana uh, protini, mazao ambayo yanawanga, mazao ambayo yanaupa mwili joto uh, mwilini, mazao ya mafuta. Kwa hivyo wamejifunza vitu mbalimbali mbali, na wana maswali yao mbalimbali mbali kutokana na masomo ambayo wanayapitia shuleni. Uh, tumewajibu na wamefurahi. Uh, kwa ujumla uh, ni sehemu nzuri ya kuandaa wataalamu wajao. Tuna imani kutokea kwa watoto hawa kuna wakulima wazuri, kuna watafiti wazuri, kuna maafisa ugani wazuri, kuna walimu wazuri wa mafunzo ya kilimo, na yetu ni teknolojia iweze kusambaa kwa watu wengi, na hasa kwa rika ya watoto wadogo, wanashika vizuri sana wanauelewa mkubwa, na tuna imani watoto hawa watakuwa ni mabalozi kwa wazazi wao, watawashauri wa wazazi wao watumie mbegu bora zilizozalishwa na TARI, mbegu bora zitakazowapa mavuno mengi, na wazazi hao mwishoni watalima kwa tija. Ni kuendelea kufanya program kama hii, kuiga shule hii ambayo imefanya utaratibu huu wa kuwaleta watoto kwa ajili ya mafunzo wazazi wasisite kusapoti watoto wanapokuwa na programu hizi, ili walimu na walezi waweze kuwafikisha watoto waweze kuona mazao kwa macho. Kuna watoto ni mara ya kwanza kuona zao la mkonge, kuona zao la viazi. Wamezoea kuona mama analeta viazilishe nyumbani, lakini leo ameona kumbe mche wa viazilishe uko hivi, kumbe muhogo uko hivi kumbe uh, pamba ambayo tunauza kupata fedha za kigeni iko hivi, kumbe mkonge uko hivi. Kwa hivyo ilikuwa ni fursa nzuri sana kwa watoto kujifunza na, uh, hii itawafanya watoto waelewe zaidi, kwa sababu wamejifunza kwa vitendo. Hafidh Kage, Abdulrahman Abdulhabib, Shafi Pazi na mwalimu Mumo Athumani, ambaye ni mkuu wa shule ya Asswiddiq ni baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo katika kituo hicho. Ukitaka mazao mazuri, ukitaka mavuno yako hayo mazuri, unatakiwa ufuate kanuni bora za kilimo. Miongoni mwa kanuni hizo ni kuweka mbolea kwa sahihi. Mimea inatakiwa ipate maji ya kutosha, ili mmea ili mmea ukue, lazima upate maji. Kwa hiyo nimejifunza vitu vinavyohitajika ili mimea ikuwa, na nimejifunza kwamba ukitaka faida shambani, lazima kila kitu kiwe kisafi, kuanzia mavazi, shamba lako na hata jembe lako na hata hiyo tusemela shambani, yani trekta, natakiwa yawe masafi, na ukitaka mavuno yako yawe mengi, natakiwa upate mbegu, mbora, mbegu bora na pia natakiwa upate maji ya kutosha na mengineyo. Asante. Elimu hii imenifundisha miongoni mwa mazao ambayo yanaweza kuvumilia huu ukame au kukaa kwa muda mrefu bila ya kutumia maji pindi atakapokosekana. Hivyo wakati nitakapokuwa mkubwa, nitakuwa tayari najua namna ya kupata kilimo chenye tija na kupata faida pale ambapo nitakuwa mkubwa. Nataka kupanda mimea kama ulezi, unatakiwa uwache umbali wa sentimita moja kutoka kwa mmea mmoja na mpaka mmea mwingine, na uwache umbali wa sentimita kumi kutoka mstari mmoja hadi mstari mwingine. Hapa tumeweza kukutana na wataalamu kutoka TARI ambao ni wataalamu mahiri kabisa katika kufanya utafiti na ubunifu wa masuala mbalimbali yanayohusiana na mbegu kwa ujumla na masuala ya, ya kilimo. Tuko na wanafunzi takribani wanafunzi 431 eh, na wafanyakazi wapo hamsini eh, na mbili kutengeneza jumla ya eh, watu ambao tuko nao hapa watu 483. Dhamira yetu kubwa ni katika namna ya kuwaequip watoto kwa ajili ya kuwawezesha kutambua E, shughuli kubwa au kazi kubwa inayofanya na serikali katika e, swala so zima la kuimarisha kilimo, kama ninavyojua kilimo ndio uti wa mgongo wa e, uchumi wetu wa, wa Tanzania, na hivyo tukiwatengeneza vijana wetu, tukiwaandaa vijana wetu wakapenda kilimo, tuna imani kabisa dhamira ya serikali ya kuhakikisha kwamba tunakuza na kuimarisha pato letu la taifa kupitia kilimo litafikiwa. Na hapa E, wataalamu wetu wameweza kutufahamisha mambo mbalimbali na watoto wetu wanaendelea bado wapo katika mchakato, wamepita katika nursery beds mbalimbali mbali, lakini pia tulikutana na wataalamu wa kutuonyesha mbegu jinsi zinavyoandaliwa e, na namna gani wanaamini watu mbalimbali mbali, ama wananchi wanaweza kuzitumia katika namna ya kuendeleza kilimo. Ugeni huu ni moja ya njia zinazotumiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI kuwafikia wadau mbalimbali wa kilimo ili kujifunza masuala ya kilimo utafiti na kufahamu teknolojia zinazobuniwa na taasisi hiyo Rafiki Channels Dodoma